E, mimi ninavyoona kuhusu hili swala la Mdude kwa sasa huwa linatuhuzunisha sana, alafu kwanza lina itia aibu nchi yetu, e, ukizingatia Chadema ni chama ambacho nani, ni chama kikubwa, ni chama ambacho tunakitegemea katika upinzani wa nchi yetu kuhusu ku, kuwakumbusha viongozi ambao wanaojisahau katika mamlaka na wanaofanya mambo ambayo binadamu kidogo anakuwa yanarudisha nyuma maendeleo. Sawa, wanawaamsha wale kwa madarakani kwamba hapo sipo, hapo mmefanya makosa, hapo imekuwa namna hii. Lakini leo hii inaonekana watu wao wanaokamatwa, wanaotekwa, wanaouawa, hmm? hakuna uamuzi wote unaochukuliwa. Mpaka nasikia leo mdude amekamatwa. Hmm. Ameteswa mbele ya mke wake, na amevuja damu, kiasi kikubwa cha damu kimemtoka. Lakini leo hii na watu ambao waliofanya hicho kitendo wametajwa kwamba ni Afande Shabani na wenzake. Sasa huyo Afande Shabani yeye ametajwa, ni kwa nini wasitajwe wengine? Atajwa af, Afande Shabani, ina maana hawa wa, wa, wa, mtaja wao hawana akili wamemsingizia. Sasa mimi ninavyoona mpaka hapa palipofikia, kwamba Chadema kama Chadema hawatapata mwafaka kama wataenda kwa upole kwenye hili swala lao kumtaka Mdude, inavyoonyesha hapo, itabidi watumia nguvu ya ziada ili wampate Mdude, na nguvu ya ziada ambayo inaonyesha kwamba itabidi tumike hapo, itabidi wamkamate wa huyu afande Shabani pamoja na wenzake ambaye anayetaka kutuvunjia kutu, amani ya hii nchi. Hatuwezi kuvunjiwa amani ya nchi sisi, na watu wawili kwenye nchi hii ama kikundi cha watu kidogo kikavuruga amani ya nchi, ikiwa sisi tuko watanzania tuko wa zaidi ya milioni sitini na sasa, inakuwaje leo amani ya nchi ivunjwe na, na mtu anaitwa Shabani peke yake au Shabani na wenzake? Sasa mimi ninavyoona Chadema wamenyanyasika, wame sana, wanaonekana hawana akili. Unamtafuta nani mwenzao? Lakini wanaendelea kama vile wanacheza wana ngonjela ni. wala hamna anayewasikiliza, wala hamna hata anayewasapoti, wala hakuna hata na istoshi, pia mbaya zaidi, hii nchi ina viongozi wa dini, ina uongozi wa dini wa Kiislamu na wa Kikristo, lakini pia inavyoonekana zaidi sana viongozi yeah, wengi wa dini wamenyamaza kimya, viongozi wengi wa dini hawaongei. Hmm? Na inasikitisha sana kuona nchi kama hii ina, kwa mfano kama, kama Wakristo Wakristo, kuna wachungaji ni wengi, kuna wengine mpaka manabii wanajiita manabii ni wengi, lakini cha kushangaza, wao wamekaa kimya. Hmm? Katika manabii wanaozungumza kwenye hii nchi ni manabii utaona ni manabii wachache sana, e, wachache. Lakini wa manabii wengi wamenyamaza kimya, kuonyesha kwamba labda hili swala wao nkama hivi hawahusiki au hawana haki ya, ku, ya, ya, ya, ya, ya kuhoji masuala kama haya ya kijamii. Sasa tunashindwa kuelewa sisi wengine, kama viongozi wa dini nao wananyamaza kimya, wanapona mambo kama haya yanafanyika, hawasemi chochote, hmm? Wanafyata mkia. Sasa mimi navyoona, navyoona, ama kwa mawazo yangu, ama kwa ushauri wangu, Chadema kama Chadema, mtasota sana kumtafuta Mdude, mtapoteza muda sana kumtafuta Mdude kama hamtatumia option ya nguvu. Mimi navyoona hapa, ili mumpate Mdude itabidi mtumie nguvu za ziada. Kama serikali haitaki kuwajibika, itabidi muiwajibishe serikali kwa nguvu ya aina yoyote, ili mdude apatikane, na ili iwe fundisho kwa wengine ambao wanaotaka kuvunja amani ya nchi hii, alafu wanataka kuisingizia serikali, yani serikali ionekane ni mbaya kwa ajili ya kikundi cha watu wachache. Kwa mimi navyoona, Chadema, mkamateni Shabani Mkamateni awe takataka zake ambako ni, ni wenzake wote, kamateni wote. Shabani na wenzake tieni kwenye mbalo. Shabani na wenzake hakikisheni, Shabani ndiye awepe majibu kwamba huyo mdude wamemweka wapi yeye na wenzake, la sivyo, asiposema kwamba mdude yuko wapi, mtieni joto la jiwe mpaka atakaposema kwamba mdude yuko sehemu gani, au mdude yuko wapi. Na asiposema awajibusho vikali, kwa sababu yeye ndo ameonekana katika nini, eneo la tukio. Kwa hiyo tunaomba Shabani asituaribia mani ya nje. Maana Shabani ndiye anaitajwa sana. Tumeona Shabani.